Mtazamaji, habari za leo, mambo vipi? Natumaini uko poa. Ni kipindi chako pendwa cha ajira na fursa kwa vijana. Ni mimi Maulid Asani Hamisi nikiwa mbele yako, lengo ni kukuletea fursa za kazi kutoka sehemu mbalimbali, lakini huwa tunakutana na vijana kuzungumza nao kuhusiana na ajira, kazi za ndani na kazi mbalimbali mbali. Leo niko na mgeni ambaye ningependa kuzungumza naye au mfanyakazi ambaye ametutembelea kuhusu kazi lakini pia amehitaji kazi kutoka kwetu. Mambo vipi? Mambo poa. Shwari. okay. Kama nilivyojitambulisha, ningependa kufahamu unaitwa nani? Naitwa Irene, Irene. Irene, una miaka mingapi? kumi na tisa. Una mpenzi yo mdogo hivyo, kumi na tisa unaanzaje? Okay. Irene, wewe ni mwenyeji wa wapi? Moshi. maeneo gani? Kiboshorodi. hebu okay. tuambie bana, Irene, kwa mara ya kwanza umefika Masai Group Company Limited, lakini pia umefika na SK Working First, sio? ili kuaje, kuaje mpaka ukapata uka, uka tangazo letu la kazi Uh -huh. Nilikutana yani, mipa... ni na matangazo uh -huh. Facebook. Eh, yaani ilikuwaje kwaje mpaka ukakutana naye? Nikupe Facebook, nikaangalia, nikakuta matangazo pale, nikasema labda ninatafute labda nitapata nani kazi. Baada ya kututafuta ikaweje? Nikachukua namba, nikaanza kupiga simu, nikaambia nije ofisini. Ukiwa Moshi kule kule au au ulikuwa maeneo gani? Nakokoda. Ah, ulikuwa poda. Mm. Okay. Baada ya kupiga simu ikaweje? Nikaambia nje ofisi. Okay, ulipofika? Nika chaje nikapata, nikaambiwa sijui nifanye safi, nikafanya safi. Mm. Nimekuwa <sighs> nimefundishwa kufua. Mm. Kuosha vyombo. Okay. Kwa mara ya kwanza, wakati unapiga simu, nafsi yako ilikuwa inakwambiaje ya kulingana na hali ya sasa hivi, tunaona kuna udanganyifu mwingi. Wewe hapo ilikuwa ai uamini kabisa, maana yake namba ulikuwa nayo hmm. Ulichukua siku ya kwanza namba, ukasema ngoja waanza, ukawa unasikilizia sasa kwa sababu gani ulikuwa unasikilizia? Baada ya kufika ofisini, uliyaona mazingira yakoje? okay. Je, kuna uhalisia kitu kinachotangazwa na kitu ambacho kinaenda kukikuta, je ni kilekile, ni kile au kunakuwa na utofauti? Tofauti inakuwa ni nini? yeah na washauri wenzangu waje hapa watafute kazi wapate kazi wakafanya kazi kwa bidii. Mm. mshahara wanaipwa vizuri. Mm. Okay. kwa maana hiyo hakuna longolongo, sindio? hakuna longolongo ambao wewe umeona labda kuna udanganyifu na vitu kama hivyo, na umeona kabisa kwamba kazi ipo kweli. Mm. uliona hicho kitu ni kweli Ndiyo kazi ipo. Au ni uongo? Tu uongo. Okay. Mshauri, mtazamaji anayekusikiliza pengine kuna mdada au mkaka amekaa nyumbani na yeye anatafuta kazi. Nini cha kumwambia? Mimi naambia tu karibuni kamp... kwenye kampuni yetu ya SK hapo. Mm. SK. Eh. Esk. <laughs> Eskei. Eskei. Eskei. Eskei. Eh, sema SK. SK. Sema SK. SK. Eh uh. Okay. Tazamaji, kama unavyomsikia bana, hana mambo mengi. Si unajua bana, uwezi kumforce na mtu kuongea, lakini amezungumza kile ambacho anakielewa na anakijua. Hii kwako kama tulivyosema, Masawi Group Company pamoja na SK, eh, Wakefest, hizi ni kampuni mbili. Lengo ni kuwasaidia vijana kupata kazi au kupata ajira, ikiwemo kazi za ndani pamoja na kazi mbalimbali mbali tofauti. Sasa We ambao umekaa nyumbani una nafasi ya kututembelea katika ofisi zetu. Lakini ili kuweza kuwasiliana nasi kuna namba zitakuwa zinapita hapo chini. Utawasiliana nasi then tutakupa maelekezo nini cha kufanya. Usikae nyumbani ukiwa unasubiri kwa maisha yatabadilika bila kutafuta kitu cha kufanya. Masal Group na SK Workfest ndio njia sahihi kwako ya kupata suluhisho na kupata kazi. Ni mimi Mr. Maulidi Hassani nilikuwa na Nyuma Steven, Steven, ya kamera pale tunaye director Mr. Samueli Kiwale, mkurugenzi wa SK. Ukipiga simu basi utakutana na, na hawa watu wawili, basi kila kitu kitakuwa sawa. Na kuhakikishie tu kwa wewe unayetafuta mfanyakazi basi hapo utampata mfanyakazi. Kama wewe ni boss unahitaji mfanyakazi wa kazi za ndani kukusaidia majukumu yako ya kazi, pale utampata hapa. Na wewe ambao unatafuta kazi, kama ni mdada uko nyumbani unatafuta kazi ya kufanya kazi za ndani, hapa unapata. Kwa hiyo hapa wote mnapata nafasi, sisi tumekaa katikati kama kiungo mchezeshaji, maana yake tunaunganisha na kila kitu kinakuwa sawa. Sina la ziada, slogan yetu leo, unajua tunasemaje? tunasemaji unasema workfirst escape escape. Masawi Group imeisha, e hiyo, bye, bye.